Atuko na Chanuo kale hapa akiwa ni mmoja wa wageni waalikwa ambao amekuja kumsupport Kayumba. Tusungumza naye ya maili matatu hapa. Chanuo, vipi? Oh, oh, Mzima kabisa. Leo umewaka, umependeza sio, swoladogo. Asante, yeah, baby. Shida sasa zako itahusisha na masuala ya kuvaa kama biharusi. Biarusi ilizuka, okay, taharuki bwana wa uh, wa kipindi ambacho zilipostiwa picha zako na Tundaman lenye ndio mziki wa bongo flavor kipindi kile watu wakajua nyinyi mmeoana bwana ah, ndoa tena Chanuo tena kwa Tundamani kwa kipindi kile, kabla video haijatoka, mlikuwa mnapokeaje zile comments za walimwengu? Kwangu zilikuwa sana ni mbaya sana lakini mpenzi wangu anaelewa kila kitu sikazi kwa alikuwa tungumo mtani, kwa sababu kila mtu anajua nime nimeolewa hadi kwa adi ndugu zangu aka anielewi, ila ilikuwa ni kazi tu nimesha toka. Tumesha wafunga watu midomo? Ndio, nimefunga watu midomo kweli, kwa sababu kuna mashabiki chanuo na kukubali mno na wakiona unapitia kwenye hati za furaha wanahusisha na penzi lako la zamani, wanatumia kama vijembe pia. Kipindi zile picha zina trend, kuna watu walikuwa wanasema mwa fulani huko anaumia anavyoyaona, ulisema wani Tundaman kampata huyu hmm. Ni maneno tuawaja, hawaishii maneno, lakini kiukweli ilikuwa ni kazi na kazi imeshatoka, eh kwao wanaona kabisa ni kazi, ilikuwa ni moja kati ya kazi zangu. Namshukuru Mungu. hmm. Kuna video yako pia baada ule wimbo kutoka, kama uka anasema ulikuwa unarusha vijembe kule, kweli? Sijai kumrusha mimi, ni kumpigia mtu vijembe Kuse, kwa sababu yani, maisha yangu kwa hiyo nikianza kurushana na mtu vijembe, kwa kweli, kwa maisha ya magumu, si totoboa, sinio Chanuo. hmm. mtu akikutaka katika kazi yake kama video vixen, anakupataje? Masileno yapo. Gharama inategemea. Kuna wale ambao ni ndugu tu nitakupa kiasi fulani tu wasapotiana. Kuna wale wanaokuja kabisa kibiashara mtu anataka, yeah. Kwa inategemea. U na mahusiano serious kabisa. mm. Acha bana. mm. Ya ndoa kesho mtu. Eh, kiwezekana. Mm. mm. Una matarajio hayo au una ndoto hizo ikitokea? kuna mwanamke anakataa ndoa, akataa ndoa, mnafiki mchawi huyo. Yeah, hmm. Sasa unaoishi penzi lako labda liwe kama la Konde Kajala, maana naona jana leo na trendi wao. Hapana. Nataka asiri tu hivi, kwa sababu mapenzi ya kuonesha na mambo mengi sana, mimi aishae kunikuta, kwa hiyo sitaki, nataka liwe siri. Kumbe nadhuru kabisa kwamba wakimona watakuwa ataka wanamwiba wabongo bwana Hey, Sano, nataka atwambie experience yake kwenye uigizaji pia nimeona sasa hivi Kombolela ya moto mno na nimeona umekuwa na mtega sasa hivi shimeji yako kule. Hizi siri za mitego cha Chanuo unaziwezea vipi? <laughs> ile ni kazi, yani hata nikivishwa kitu chochote nakivaa kwa sababu ni kazi niliochagua, na msanii hawezi kuchagua karakta anayopewa. Unapopewa, kama wewe kweli ni msanii unaivaa na kuibeba. Binti ni msumi ni mama wa aina gani ambaye anawaambia watoto wake wafanye mambo yale kwenye movie ni mama mbaya sana e, inampelekea kwa vile kule, kule kwenye Kombolela amebeba maisha ya uswahilini na ya ukweli kabisa. Chanua na kuonaga mdada fulani hivi ambao ukiposti vitu vyako relax na nini kule kwenye uswahili na maisha yako halisi. kuna vitu vinarandana. Eh, ni ngumu kwa sababu mkiwa kule mnatakiwa mwishi Kiswahili kabisa, yaani eh, kabla kuingia kwenye kazi mnatakiwa mwa Waswahili ili mzoee kwanza, mnashutua Kiswahili sana. Kwa lazima uyavale maisha ndio uingie kushuti. Kwa mwanzo ndio ilikuwa ngumu, sasa hivi sio ngumu na naweza nikaagiza miguu ya kuku nikala nikiwa kazini ya sasa. Ukweli usemwe, naamini, sijui utathibitishia hapa, naamini Chanuo unapata comment au DM nyingi sana za wanaume, kwa sababu mwanamke fulani unaigiza uromantic, unaonekana kama kwenye mapenzi unayajua vilivyo sana. Kwa hiyo naamini kuna wanaume wengi watakuwa na kudem kutaka ku, ku, kuthibitisha Chanuo nchakali kweli yamo. Ni wengi sana, DM yangu inapasuka kwa sababu yao lakini mi ile ni kazi tu na sipo hivyo anapozani zani wasi wakaumbuka koo mi wasimtegemee hivyo mi nimevaa tu husika eh. Sio kweli, aujua. Mm. Mm. Mm. Hata oh, kidogo ah, ka kawaida Mchaga huyu hapa uh-huh. Baadha karibu, katika tukio la Kayumba, nataka kufahamu ni kwa namna gani umeamua kumsupport Kayumba mpaka umefika katika tukio lake, engaliwe ni msanii wa kuigiza, Kayumba ni msanii wa kuimba. Ni ndugu yangu, afu nampenda sana pia, ni mshabiki yake, namsikiliza sana Brain food, ubongo wa chakula cha ubongo Uh, nafikiri kazi za kulima umezisikiliza sana, unadhani una, una itakuwa ni EP ya namna gani? Itakuwa kali sana kwa sababu sabu hajawahi kuniangusha hata siku moja, kila nyimbo yake ninayosikiliza ni nzuri sana. Kwa nategemea itakuwa kubwa zaidi mm. yani so ya zile a zilizopita. Ndio. Unataka kusikiliza yote kwenye EP. Nimesikiliza kidogo sana kwa sababu nilipata siku ya leo. Kitu, lakini siku yake ya no. kuzaliwa amebaki kufanya kitendo kama hichi Uh, ndege wawili kwa jiwe moja plani mlimshauri aliamua yeye, nafikiri alikuwa na washauri wa wake, mimi siko mmoja wa washauri wake, ila kwa tukio kwatukalifanya kubwa sana kufurahia pamoja na ipi yake kwao, ni kubwa sana kwa upande wake e. Chanuo anafanya na video vixen, wewe tutegemee pengine katika hizi kazi za Kayumba upo kwenye yote tukijaliwa, okay, yeyote mm, tukijaliwa tuseme tu E bana, yes tuko live kabisa, ni usiku wa Kayumba, siku yake kuzaliwa, lakini pia amefanya kuwa special kwa ajili ya ya listening party ya EP yake mpya kabisa ambayo eh, inaitwa Brain Food, visosi fulani vya ubongo. Chanuo, zungumza na wana 96 Link, tuko wasiku wa Kayumba, sema nao na wapenda sana waendelee kusupport vitu vyetu, kwa sababu bila wao sisi sio chochote. Kwao oh, kanumba wamkanumba na kayumba kanumba katika siku yake hii nzuri na kubwa, kwa sapoti nyimbo zake, kwa sapoti EP yake, kwa sapoti pia na sisi, jamani ya wasanii wa kuigiza wote ni same moja, kwa nawapenda sana, bila wao sisi sio kitu. Shukran sana, Chanuo. Farijika kupiga asante, sana uwe ni Chanuo chakali. Tumezungumzanae kadha kupitia 96 link, ni siku ya Kayumba, heri ya kuzaliwa kwake. Brain Food, chakula cha ubongo, tuko hapa leo.